Nambari moja, ambapo utata umeibuka baina ya wanaume wawili wanaozozania mwili wa mtoto wa miaka kumi na moja aliyefariki kwa njia tatanishi huko Mombasa. Mwanaume mmoja anadai kuwa alimlea mtoto huyo kwa zaidi ya miaka saba na hivyo ndiye anapaswa kumzika, na familia ya mama mtoto inamtetea baba mlezi wa sasa ikisema ndiye mwenye mamlaka ya kuzika mtoto huyo. Katika hospitali ya Makadara kaunti ya Mombasa, utata unaendelea kutokota kati ya baba walezi wawili wanaozozania mwili wa mtoto wa miaka kumi na moja. Duncan Sadia anadai kumlea mtoto huyo kwa zaidi ya miaka saba na hivyo anapaswa kupewa ruhusa ya kumzika marehemu. Kifo yake ilipitia kwa mtu mwingine, kwa sababu kama postmortem inafanywa kihaki, mbona kama mimi baba mtoto wananishuhia nje nisione vile program inaendelea nipate matokeo. Aidha, familia ya mama mtoto imemtetea baba mlezi wa sasa ikisema ndiye mwenye ruhusa ya kumzika mtoto huyo na kuwa upande wa pili umekuwa ukichelewesha shughuli ya upasuaji. yule ni mtoto ambaye amezaliwa, nikimwona sawa. So if there is anybody claiming ownership. Sawa, if there is anybody claiming ownership ya mtoto We are a country governed by law. There are so many processes that a person can follow na apate haki yake. We, we don't live in a banana country where people wepope uh, mwenye nguvu mpishe. No. Familia hii pia inatilia shaka shughuli ya upasuaji pamoja na jinsi kesi hii inavyoendeshwa wakitaka haki na ukweli kabla ya marehemu kupumzishwa, huyu mama alimpigia simu akamwambia, mimi nimechoka na maisha, nataka kukufa na watoto. Ilikuwa mwendo wa saa sita na nusu na anasema watoto amewafungia ndani. Ikifika mwendo wa saa kumi ndio kayateka, na majirani wanasikia nduru kupitia mandugu za huyu marehemu. Nataka haki atendeke, nataka kujua ile mtoto nini, nani aliua mtoto, hiyo tu Alafu huyu apate ile mtoto mtoto ile mdogo apewe haki yake, huyu mtoto tanyongwa. Pia postmortem imekuwa postpone because ya yeah, hii mvutano wao, wameleta mvutano so ni statement, mkikaa kwa polisi mnaongea. Uh, tunasema sisi hatuna shida, tunataka tujue chanzo cha kifo, alafu tukikuja hospitalini maneno mengine inageuka. Mashirika ya kutetea haki mjini Mombasa yametaka kutatuliwa kwa mzozo huo, upasuaji kufanywa upya kabla ya mazishi. Hii mwili ikitolewa na ikipelekwa ikizikwa wapi, ambao yani kuna allegations ya kuwa wanataka kuzika hapa Mbaraki ai, kama sisi Commission for Human Rights and Justice, we will exhume the body na postmortem ingine ifanywe with an independent pathologist tatu ananyimwa pia kwenda kuzika mtoto ambaye ana claim ni wake. Kwa hivyo tunataka kuambia administration ya hapa hospitali wasiweze kurelease ile mwili. Pili, tuambie polisi waache kuinterfere na burial procedure, kwa sababu kuna wanaume wawili wanapigania mtoto. Kwa hivyo lazima haki ionekane, ile mazishi isimamishwe, yaanze kutatuliwa ni nani mwenye haki ya kuzika yule mtoto. Mwili wa mtoto huyo aliyepatikana amejinyonga nyumbani kwao unadaiwa kuhamishwa kutoka hospitali ya Makadara hadi hospitali ya kibinafsi. Utata huu sasa unaweka mazishi ya mtoto huyu mwenye umri wa miaka 11 katika njia panda, wakati ambapo familia moja imeghairi kuendelea na mazishi. Francis Mtulaki mingia ya Citizen Mombasa.